Mama Mwajuma, mmerudi? Mm. Mwana umerudi mama. Nakusikia yeah. Kama una mtu hivi ah, subiri kwanza nakuja. Karibu mgeni. Mama, hmm. Nimekuja na mgeni anaitwa Majaliwa, ametokea mjini hmm. Amekuja kwa ndugu zake hapo, ana mishemishe zake. Majaliwa, huyu ndo mamangu. Karibu. Asante mama, shikamo na kama miezi miwili hapa kijijini eh, kwa nilikuwa nakaa huko chini bondeni, bondeni ila shida kubwa alionileta hapa kijijini wakuja kumtafuta mama. mm. hmm. Sio kila mtu ajue shida zako zilizokuja nazo wengine, wachawi tauli hmm. yako, wakuloge wakuharibie kabisa, inemnyamazaa hmm. <laughs> Haya, karibu mwanangu, uja <laughs> niambia, mgeni huyu ni mgeni Yani wa vipi vipi? Sijaelewa, mwanangu. Mpenzi oh, wangu, kama hivyo nikwambia, n ni mpenzi wangu, naye tuishi naye hapa nyumbani sasa. Ah. Hmm. Mwanangu, hapo ulipofikia sasa si si pazuri kwa sababu mila na desturi haziofanyi hivyo. Umempata mwanaume mama, mlete mtambulishe, nendeni kwa wakwe zako huko, mkatambulishane, taratibu zingine zifate. Sasa wewe unaleta mwanaume tuo, oh, utalala chumba hicho? Oh, we una chumba chako, utalala huo? Sio usalabu mwanangu, hebu tumie usalabu. Wewe ni binti mdogo sana mama. Kwani kuna ubaya gani? Ona, chumba chako nami na chumba changu mimi. Nitalala naye chumbani kwangu, kisha kuwa mpenzi wangu nitampeleka wapi sasa? Sasa ukianza kuburuta buruta watu, sijui ingie ndani mlale, sijui ufanye hivi, mwanze kugawana chumba tena humu ndani, mama, unakoenda sasa siko mwanangu, eh? Mama vipi bwana, watu tule starehe saa hizi, mimi ndio ninakulisha hapa? Anakulisha nani wewe saa hizi? Unkilia na ni nani kama sio huyu, eh? Ah. Tuondoke zetu, situkale vitu vyetu, twende kukakione chumba changu kazindue. Hodi. Karibu. Habari za saizi? Salama. Shikamoo. Marahaba. Samani, sijui mjumbe nimemkuta. Mimi ni mgeni wa mjumbe. Ko, nimeelekezwa kwamba nija hapa nyumbani kwake. Ko, mimi ni mgeni wake. Karibu. Asante sana. Kwa jina naitwa Dibwela natokea kijiji cha tatu, mm, nimekuja hapa kwa ajili ya kumtafuta mke wangu. Mke wangu ni mlemavu wa macho, kwa hiyo katika kuuliziaulizia huko nikaambiwa kwamba huyo mtu yupo katika kijiji hiki. Sasa katika vita vita zangu nikawaomba wanielekeze japo kwa mjumbe, kwa sababu mtu hawezi kufika sehemu bila kupata mwenyeji, na mwenyeji wa kitongoji ni mjumbe, kwa hiyo katika kuulizia ulizia mjumbe nikaelekezwa kwamba mjumbe anapatikana hapo eh. Sasa ndo nimekuja ili walau nam nipate msaidizi kwa kweli nipate kutimiza jambo langu. Ni kweli shemeji, yani hapa hujakosea kuja, ni hapa kuli kwa mjumbe, lakini mjumbe wenyewe ameondoka mpilani, inabidi ukae umsubiri kama itawezekana. Anashanga mpaka sasa hivi anaaudaa kuingiwa na wasiwasi kwa kweli. Haina shida mama, kwa sababu mimi ndio mhitaji. Kwa hiyo waarabu wanakwambia anayetaka kuhitaji, kuhitaji basi lazima awe mstahamilivu na msubiriaji. Kwa hiyo tusubiri, atarudi, na wewe pia uondoe wivu, kwa sababu amekwenda kwenye mpira. Basi usijali kwamba atarudi, kwa sababu ninachokitaka yeye ndo atakayenisaidia peke yangu, siwezi na yeye ndo mwenyeji wangu na kutoka hapa kwa sababu huwezi kuvamia mji wa watu alafu ukaanza kuzurura kufanya hivi bila mpangilio maalum. Kuna vitu ambavyo vya kufuatilia, si siunajua tena sawa? Karibu shemeji, nabidi tu tumsubiri. Asante na sana, nashukuru pia kukuta mjumbe amepata mke aliyokuwa mwema. <laughs> Wewe Mavuga, na kuimba wapi na wapi? <laughs> wewe wewe unajua kuimba wewe. Unajifurahisha tu kiongozi wangu. Kwa hiyo sasa, kana Mavuga, sisi mm -hmm, tunatembea tembea huko, tumechoka. Hebu vanya kutupaka mnyweso kidogo, lakini zimebaki hizi za za energy hizi, nimpe tu mwenyeji wangu, huyu ni mgeni bana. Jambo, yeah, sana. Kwa hiyo Mavuga. <laughs> <laughs> Kocha, mimi nipate tu mambo haka ka samaki mimi, maana nini sipendi bana. Kwa hiyo vipi mabuga, kale ka kichana kapo? Yule yule yupo, yupo. Eh. Ah, mi nikajua tayari bana, katakuwa kamesha mpata, maana sikaonioni mamake bado hajampata kwa sababu bado anaendelea kumtafuta na muda mwingine mimi pia nampa support kumtafuta mama yake yeah. Lakini bado hajampata. Ukachunge bana yeah. kazi ije kakaribu hii jiji, na kuamini yeah. wewe mabuga aza yeah. mabuga huyu yeah. mimi ndugu yangu huyu mgeni mm, wangu ametoka hapo kijiji cha tatu. Hapo kuna mama mmoja anamtafuta mkipofu ia nakiona lazima tumeshazunguka, yani, hey. yn tumezunguka sana lakini hata mwelekeo hatupati kofu huku hey, bondeni huku, mmeenda pale kwenye yale mandizi mengi eh, kwa chini tijaenda Mabuga? Basi maeneo yale hey, kuna binti mmoja namuonagaunaga pale mweusi hivi mrefu kidogo hey, pale kuna mama namuonaga maeneo yale waga na kakaa tu mama. Mimi nawasiwasi naye ni kipofu hey, naamini mngeenda pale uenda tezu lenu ngekuwa nge sawa labda hey, uenda ni yeye umemtafuta. Kumbe basi, mimi huko sijafika. Kwa hiyo koja, sisi tufika hapo tukaangalie. A kamabuga kalijendi sana hapa, kanachulikana aga, mm, anawajua watu wengi. Twende tukaangalia hapo kidogo. Zurea. Zu. Zurea mke wangu.

Sana, mainim, <laughs> ha, ba, ba, siu, baba basi <laughs> baba. <laughs> Nisamee mimi, nisamee Mungu nisamee nisamee sana, nisamee sana. <laughs> <laughs> nashukuru Mungu nimekuona. Asante sana. Makofi kwangu kidogo, nimepambana na wewe sana. Asante sana. Umekapata kama mseme ndio. Maji haya hapa, kunywa. Ndio kwangu. Kwa nini lakini uliamua kututesa kiasi kama hichi? Kwa nini mkiwa wangu na kuondoka na kuniacha mimi peke yangu kwani mke wangu umeondoka, kanacha mimi nimlee Semeni, na unajua kwamba mimi ni mwanaume, Semeni anahitaji malezi ya kike. Mke wangu mimi nitamlea vipi Semeni? mm -hmm. Semeni, Semeni, kuna mambo ambayo natakiwa afanyiwe na mwanamke, na mke wangu unaondoka kanacha mimi na Semeni. Kwani mama, kunitesa kiasi kama hichi? Kwani kunitesa mumeo natendea haki mama wangu, natendea haki zuri, nangaika <laughs> sana Namshukuru sana mjumbe ana roho ya pekee yake. Hata kama angekuwa mtu mwingine singekubali kunichukua na kunifadhi katika nyumba yake. Tuko kwa sababu yako wewe. Nilikosea nini mimi? Kipi nilikifanya kikubwa kwako? Kwa nilikuwa na kunyenyekea na na kukuhudumia kadri vinavyotaka? Nilikuwa nafanya kila kitu kwa ajili ya mke wangu. Na siku leo ikukutesa. Ni leo ikukunyanyasa. Nilikuwa nafanya kwa sababu mke wangu. Nilikuwa nafanya kwa sababu Nakupenda wewe, kwa sababu siwezi kukuacha mama. Semeni taratibu, bwana ni mwanaume. Misame wangu, misame baba, misame mongu, na pole kwa mitihani yote uliyopitia. Mimkumbuka sana mwanangu Samehe sana mnango, samehe baba. Nimewakumbuka pia. Mmefanya vizuri sana baba, kunitafuta na vipi? Huyu ndiye binti?